Niongea na kijana hapa, kaka, habari kwema? Mzima, naona umenunua vitu vitamu. Ah, sawa. Eti, sema, naweza nikakoje mama moja? Ah, mimi ni mwandishi wa habari kutoka Kan TV. Ona maeneo haya hapa kuna watu wengi sana. Sijajua hapa kuna nini. Hapa kila mtu yuko kwenye style zake. Eti. Ni sehemu gani lakini samani? Kokobichi okay. sasa zamani kuna kamsemu mtandaoni kama trendi, kana sema mtakubali mtakubali sijajua nini maana ya mtakubali ndio ndio Koo ni nyimbo hiyo. Ni nyimbo hiyo eh, unawafahamu? Unaweza naweza kunisaidia namna kuwapata? Ah, au mtandaoni bora tu wanatrend sana? Eti. Kwa jina mtandaoni BIS ndio. Yaani oh, channel zote. Kisibladi alafu mtakubali. Eh, mtakubali. Unaipata. Ah, asante sana kakaangu. Ah, shukrani sana. Pole kwa usumbufu lakini. Okay.